Mpaka ee, sasa hali ya kempu iko vizuri nchini Morocco. Tumefika salama, wachezaji wote wako vizuri, ni wazima kiafya na kiakili. Ee, maandalizi tumeanza vizuri, tangu siku tulofika na leo tumemaliza maandalizi ya mwisho. Ee, vijana wote wako vizuri, wana morale ya juu, maandalizi yamekamilika kwa asilimia kubwa, tumeshafanya mambo mengi ya kuhakikisha tunaenda kucheza katika mchezo wetu wa kesho. E, kesho tunatarajia kucheza mechi na timu ya Zambia. Tunajua e, Zambia kwa wachezaji wote kila yanaitwa na na na kila mmoja, kila mmoja na na Abdul Nasir Muhammad Makarani Kepteni msaidizi ya wa timu wa taifa vijana chini wa a kumina saba ambayo ni uh. Tunamshukuru Mwenyezimungu, tumamaliza mazzetu salama leo <coughs> na pia tupotayari, sisi kama wachezaji kimwili, kiakili tayari kwa, kwa mchezo <coughs> wetu wa kesho zidi ya wapizani Zambia. Na natumai tukifata maelekezo ya viongozi pamoja na zetu, inshaallah tunaahidi Tanzania tutaondoka na tatu.